Waislamu, unajua sababu ya kuachia bega moja wazi ukafunika uka, uka bega la kushoto unapokuwa katika tawafu. Sababu watu wa Makka walivyokuwa wanawaona Waislamu wamekuja kutoka Madina, anasema <laughs> hakuna kitu hapa. Wenyewe wamekonda kwa sababu ya maradhi na homa ya Madina. Hawana kitu hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, waonyesheni kwamba nyinyi hamuumwi, mko sawa physically fit. Si wanasema mna upele mmejaa katika mili yenu na mmekondeana, mmekuwa madhaifu. Wakawaonyesha mili yao, wakatoa ihram be bega moja la kulia, wakaliacha wazi, kwamba ziko wapi pele mnazozizungumza? sisi ni wazima, alafu mnasema tunaumwa. Angalia tunavyofanya jogging mbele ya Alkaba, ile mizunguko ile. Wakawa wanakwenda kwa mwendo wa matiti, yani mwendo wa ti ti ti ti ti ti kuonyesha kwamba hawa ni wazima. Hakuna Muislamu alioambiwa atembee kwa kinyonge kama anaumwa. Ikibidi kuwaonyesha watu kwamba wewe ni mzima waonyeshe.